Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor madou Nikafika maeneo kadha nikafika katika maeneo kadha wa kadha, ndiosi nikujuze kwa kidogo tu baadhi ya maeneo ambayo ambayo kufika. Basi basi basi, of course, nilianza kule kule kule eneo la Nyamira, Nyamira ambapo kuna kuna kisanga kimoja kilitokea, na na na na kabla niweze yale yalitokea, nikumbushe kwamba huyu hapa hapa ni VMM, ni, ni kipenda Victor Mandala. Na, eh, ni wakati uweze kusubscribe chini ya video hii, kuna neno neno subscribe subscribe, kwa hivyo click sign sign in sign in la account yako yako, copy the link a join share comment pale bwana. Kutendewe. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe pale, ni nitakuwa bomba zaidi na katika maeneo kadha wa kadha, na nilianzia eneo la Nyamira. Na baada ya wewe kusubscribe pale, hapo kule Nyamira kuna mwanaume mmoja ambaye ametiwa baruni na ametiwa baruni, amehukumiwa kulipa fine ya shilingi elfu hamsini. Naam, mbona nagusia huyu mwanaume kule Nyamira? Huyu mwanaume alipatikana amenunua ng'ombe ng'ombe wa kufuga alafu amemfuga in unbearable conditions, hali ambazo si nzuri. Na huyu ng'ombe amefika mahali katika eneo ambalo anakaa, unapata kwamba kuna uh, ng'ombe huyo ameenda haja ndogo haja kubwa, eh, maji amemwagika pale, pamebadilika pamekua, pamekuwa unyevunyevu pana matope matope, lakini huyu jamaa anafuga pale hiyo ng'ombe na anakamua, najiuliza ye ukamwaje hiyo ng'ombe maana ikilala chini eh, mguu wake unapata umeimasa umeingia kwenye matope hiyo eh, mguu wake. Kwa hivyo najiuliza, kama basi mguu unaingia kwa matope, ng'ombe inapolala inalalia hayo matope, akikamua na kamwaje? Kwa hivyo kwa sababu ya kutomtunza ng'ombe wake vyema, jamaa huyu basi ameweza kutiwa mbaroni na amehukumiwa kulipa faini ya shilingi elfu hamsini. Hey, tunza wanyama wako vizuri bana. Nasema mtunze punda akutunze, unapowatunza vibaya utajipata pabaya au sio? Na kitafakari juu ya hayo yalifanyika kule Nyamira. Nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Sot kule Bomet. Sot kule Bomet, kuna landlord mmoja ampa kijana masharti ili kulipiza kisasi kwa mwalimu. Mwalimu na yasemekana vipi? Ni kule wapi? Bomet, ambapo landlord wa hapa alikosolewa kwa kumpa masharti mengi mmoja wa wapangaji wake, akilenga kumhangaisha alipojua ni mwana wa mwalimu wake wa awali. Duru zinaarifu kuwa barubaru huyo alipa, alipangisha chumba kwenye ploti hiyo ya landlord huyo. Mambo yakawa shwari tu kwa miezi ya kwanza, lakini alipogundua kwamba, yani, unajua nini, huyu landlord ambaye anagundua kwamba baba huyu kijana ambaye amerent nyumba yake alikuwa mwalimu wake, na kwa sababu alikuwa mwalimu wake anasema kwamba alimtesa mwali sana mwalimu mwa. Nafikiria hii si mateso, mwalimu anapika mahali anakufunza anataka kuwe mwerevu. Labda sahizi landlord kwa sababu ya huyu baba huyu kijana, lakini ye baada ana hasira, mbona alinifanyia hivi? Kwa, kwa sababu ya hii hasira, basi amfanyaji? Anasema huyu kijana atajua, hajui. Kwa hivyo anamtesa, anafanya masharti mengi. Ilipojulikana wakamwambia landlord, kisasi kwa mtoto, mtoto? Huyu kijana ana hatia ipi? amekosea nini? hmm, haya Tafakari hayo nikavuka mpaka eneo la wapi? Eneo la Ganze, Kilifi. Ganze, Kilifi, kuna afisa mmoja awachokoza wanandoa wepesi wa kugombana mambo madogo madogo. Nam afika, awachoka si atawachokoza, awachoka. Nam afisa huyo mmoja wa utawala amezua gumzo baada ya kuwaambia wanandoa waliokuwa wakigombana na kupigana mara kwa mara waachane, akisema amechoka kutatua mizozo yao ya kila Yani, kila wakati ni vita, vurugu, mnasumbuana, nikuja kusuluhisha kile. Kama mmechoka achaneni, ananiambia tokeni, kila mtu warudi kwao. Afisa wa polisi naye, haya, lakini naye alikuwa amechoka bana, kila siku watu wameleta kesi, kesi hapana. Ukitafakari jua hayo, basi nikavuka mpaka eneo la wapi, eneo la Sinoko kule Bungoma, Sinoko Bungoma. Mapolo wamwonya mzee wa kanisa aliowakataza kuvizia vipusa kimapenzi, naam. E, asemekana kwamba kuna makalameni kutoka eneo hili walimuonya mzee wa kanisa mmoja, baada ya kuwakanya uh, dhidi ya kuwarushia mistari warembo wa, uh, wa kanisa lake. Alifika mara akasema, tabia yenu naona si sawa, kwa hivyo mambo ya kuja kuvuka mipaka kurusha mistari huku, no, akakataa. hey, vijana ngamwambia, "Oh, kwani wewe nani, kwani wewe ndio baba yao kishwali." Ai, mnamwambia hivyo mzee! Haya semi kitu unapata tafakari jayo. Basi nikavuka mpaka eneo la Msambweni kule Kwale, kwa, kwa kule kule pwani Msambweni Kwale, kuna mlofa, uh, malofa wafikiana kugawa vichuna ili kuepuka mizozo. Yaani umefika mahali vijana ambao walikuwa wanazozana kwa sababu huyu anapanga kuoa huyu anapanga kuoa, kwa hivyo wakafika mlaka tofautiana, na ilipofika mahali wakasema sitafanye hivi, situgawane tu shwari, mnagawana mabinti Siku hizi si mambo na watu kupendana eh, okay. Ulimwengu huu ama kweli ulimwengu umepasuka. Na nikimalizia basi eneo la Likoni Mombasa, Likoni Mombasa eh, kuna mmoja ashangaa kutemwa baada ya tunda lake kudokolewa. Naam, huyu alifika mahali, unafika ndipo sasa wanaambia vijana, unapokuwa katika ujana mkipanga, ukipata na mtu please, kuwa mwamini kwa ujana hadi uolewe hadi uoe. Kuna mmoja hapa alijifanya mji waje akapatana na mtu kidogo kidogo, akafika mali wakajiwana kimapenzi, na baada ya kujiwana akaachwa. Naliachwa kwa nini? sasa anaanza kusikia vibaya kwamba huyu alitaka kumtumia tu. Or you wanted to use me na ku use, kivipi? ungeweka msimamo wako je? Kwa hivyo ni tabia chwara, please tunza ujana wako hadi wakati unaofaa kwa sababu utapata maandiko anasema kwamba there is time for everything. Kwa hivyo kuna wakati kila jambo. Mungu akutende wema na hakikisha kwamba pote pale ulipo umeweza kusubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, kiambia sign in, sign in na jina la account yako, copy the link and share, naweke comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. Kwa hivyo ni click notification bell, kuna alama kingine hapo chini, make sure ume subscribe pale na Bwana akutende wema. Na nimalizie tu kwa kusema kwamba eh, nasema makiwa sana kwa taifa nzima kwa kumpoteza aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, nasema kwa wote wana taifa hili na majirani na wote ambao ni marafiki zake na familia kwa ujumla, na haswa anaongea kuhusu mama Aida. Nasema makiwa sana bwana Mungu aweze kwa fariji. VMM kwenye pitapita za kwangu, nasema Mungu akutende wema. Subscribe and bye bye, namaliza kwa kusema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Shalom.